Kunjani kunjani maalume kunjani mwansisi, kunjani sisi. Kwa wale ambao hawajanielewa, nasema au nazungumza nasema kwamba habari gani. Hiyo maalume ni wa kiume, lakini sisi ni wa kike. Kwa hiyo nikisema kunjani maalume eh, hapo nitakuwa nazungumza na wanaume, lakini nikisema kunjani sisi, hapo nitakuwa na nazungumza na wa kike. Kunjani sisi. Kunjani, kunjani maalume kunjani. Hey, hey, hey. <laughs> Narudia tena kunjani sisi, sisi kunjani, kunjani. Kunjani. Malume, hiyo ndo tafsiri yake bwana. Nipo katika mitaa mbalimbali hapa Afrika, eh Afrika Kusini, mambo yanakwenda vizuri kabisa na habari nzuri tayari, eh, mashabiki wa Simba Sports Club kutokea nyumbani Tanzania, Dar es Salaam tayari wameshafika hapa katika ardhi hii ya Madiba na kila mmoja akitamani kwenda kuona siku ya kesho mnyama akifanya vizuri na kupata ushindi katika mchezo wa pili eh, Kombe la Shirikisho barani Afrika eh, hatua ya nusu fainali na kwenda fainali. Story ni moja tu hapa Afrika Kusini ni mnyama kuingia hapa kwa kishindo. nipo na Kisugu, nipo na Kemzi Wanda. Kisugu mambo vipi mwanangu? Mambo mazuri, namshukuru Mwenyezi Mungu, ndio kwa salama. Uko vizuri? Yes, niko vizuri. mitaa unaijua hii Yes, hii mitaa bwana. uh -huh. <laughs> Nimeingia leo asubuhi sijashika sawasawa uh -huh. lakini uh -huh. mitaa ambayo imenipa faraja sana uh -huh. kuona namna ambavyo Watanzania wako kwa wingi katika haya maeneo uh -huh. Yes, nimefarajika sana kuona Tanzania uh -huh. hususani ni wana wanasimba yaani hapa Kisugu nikupea eh, habari hapa Yes. ni kama upo Karume vile y flani flani hivi maneno Tanzania, nimeona wa Tanzania eh. Lakini niwapongeze sana ni watu wema ni watu wazuri eh. Mapokezi yamekuwa makubwa hususan kwa wana simba hii eh. Inaleta faraja kama eh. Sisi mashabiki tunakuja katika maeneo kama haya kwa maana eh. ya daban kuona watanzania wenzetu wanatupokea eh. Nafurahi wana, wana, wana, wana na sisi eh. Tunapeana mioyo ili kuhakikisha kwenda ku support timu yetu. Mimi imekuwa jambo jema, nimekuwa jambo la faraja sana kwetu hapa ni mambo poa. Yako vipi? Unaendeleaje? Taarifa nategemea zote zinapatikana. Yani huku mipango mpaka tunagonga hapa, kizalamo longa wa ukae, sina mbuli hapa, hapa, hapa, hapa, hapa, narudi, narudi. Unapojua hapo bongo bongo tu mimi, hapo ugali unapatikana hapa, mlenda, mlenda, ni mipango yote inapatikana mchele hapa Debeni, debeni, baba. South Beach, ujue na sisi ndo mashabiki ambao tumekaa karibu na beach Starehe gharama kaka. Eh? Eh, na raha ni kujigaramia eh? <laughs> Huwezi kusafirishwa ku, ku kama maiti bwana <laughs> kaka kwa mara ya kwanza ya taifa. Eh. So, <laughs> Mimi, Hey. Nime, uh -huh. Nime uh -huh. Ndege, mimi nime kwa mara ya kwanza nimepanda ndege yaani, na mimi nimetoka nje ya nchi, sio kama sijakwenda nje ya nchi, ishaenda Zambia hey. Ila Zambia ni kama nilikuwa anaenda hey. Kariakoo tu sini daladala sini panda basi hey. hey. hey. Ila hapa nimekoya <laughs> <laughs> masaa matatu angani Yau, matatu angani. Saa tatu zako umetumia vizuri angani na, na kuja eh <laughs> <na kuja, laughs>

E, pengine mzuka ni mkubwa kwao, na hawa wote wakitamani kwenda kuona kesho mnyama anafanya vizuri, kwa niaba ya mashabiki kutoka Tanzania ambao wako wamewasili hapa, lakini pia kuunganisha na nguvu na mashabiki wa eh, Simba Sports Club ambao wako hapa tumewakuta kuelekea siku ya mchezo kesho. Kwanza ni ni jambo jema, lakini nisemeni e, jambo ambalo naliona huko kidogo ni tofauti. E, leo unapozungumzia Simba Sports na mashabiki wa Simba e, lakini pia unazungumzia Afrika Mashariki, maana yake wengine ambao wametoka Afrika Mashariki wameamua kuja kuisupport timu yetu e, ya Afrika za Mashariki. E, hili ni jambo jema, e, ni jambo zuri, ni jambo ambalo naleta faraja na hii inaonyesha dhahiri shahiri kwamba kesho tunakwenda kupata matokeo mazuri e, zaidi ya Stellenbosch utafiti wako na jinsi ambavyo timu yetu umeiona, nini ambacho nafikiri kesho kinaweza kaenda kikatokea? Moja tu niseme ukweli, Waafrika Kusini hususan Durban, 99.9 wanatupa nafasi Simba kesho kufanya vizuri. ndio, na bahati mbaya bahati nzuri, nizungumze ukweli tu, Mungu shahidi, jana kwa bahati mbaya wakati tunaingia pale Jobek tulipata bahati mbaya kusimishwa na maaskari gari tulokodi. Akatuliza mafansi wa Simba, tukamwambia mafansi wa Simba, akasema Simba the big team, na Simba kesho anakwenda kumshinda Stellenbosch inshallah. Hayo kama Waafrika Kusini hey, wanaamini kwamba Simba kesho nakwenda na kupata matokeo, kwa nini wanasimba sisi tusiamini kwamba timu yetu kesho na kupata matokeo sahihi kabisa? Kwa hiyo kikubwa niwaambie wachezaji wa Simba, naamini hey, watafuatilia na, na maneno yangu, watasikia wao ndio wamebeba dhamana kesho kuipeleka Simba fainali ya shirikisho barani Afrika. Sisi tumesafiri kilomita nyingi. Ndiyo, tutakwenda kesho kushangilia uwanjani. Fadu Davis ataongea atamaliza, management ya Simba itasema itaweka ahadi watamaliza, lakini watu wa mwisho kwenda kuitekeleza na kuipeleka Simba kesho ni fainali ni wao wachezaji, mimi naamini hey, wachezaji tuliokuwa nao wakiamua 100% Ndiye, kwenda kuipeleka Simba fainali ya shirikisho bwana Afrika, mimi naamini wanawezekana na wanaweza aina noma. Kei wewe, kwa maandalizi ya timu yetu walivyo, kwa ambavyo umeiona Simba, kuna mechi kadhaa, kuna mechi za kafu, mechi za ligi na michuano mingine kuelekea kuna mchezo wa kesho, tathmini yako ni ipi? ukiunganisha nguvu ya mashabiki ambao mmetoka nyumbani kuja hapa Demen, Afrika Kusini na ndugu zetu mashabiki wa Simba ambao tumewakuta hapa uh, Afrika Kusini. Kwanza, uh, mimi naamini katika ubora wa kikosi changu, yeah. Lakini pia ninaamini kila mchezaji anataka kuandika historia mpya kupitia Simba Sports. Yeah. Kwa hiyo uh, mambo mengi tunamwachia mwalimu, yeah. Lakini ninaamini kwamba kesho mnyama anakwenda kutinga hatua ya fainali, yeah. Na hili halihitaji la mli, yeah. Hili ni swala tu la maamuzi, wachezaji wakiamua kwamba sasa tunataka kwenda kuandika historia, yeah. Shabalala anataka kuandika historia mpya kwamba tarehe Uh, mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano ndani uh, ya deben South Africa nilipeleka Simba hatua ya fainali. Hivyo hivyo kwa Aua, hivyo hivyo kwa Mupanzo, hivyo hivyo kwa Kamara, hivyo hivyo kwa mashabiki na viongozi wote wa Simba. Mimi ninaamini viongozi wamefanya kazi kubwa sana, kila mwana Simba amepata surprise ya Simba kufika hapa Nii. na wajue tu kwamba Simba imefika hapa ikiwa inatengeneza timu yake ubora wa Simba hiyo ninaamini kwa asilimia mia moja. Mnyama kwesho anakwenda kutinga hatua ya nusu fainali. Tunachotakiwa kwa kufanya mashabiki ni kuamsha tukiwa uwanjani, hakuna kupoa, hakuna kulala, hakuna kusinzia, ni vaibu mwanzo mwisho. Na ninashukuru kweli hapa huu kweli unaitwa mtaa wa Bongo, Watanzania ni wengi wa timu tofauti tofauti wakiwepo wa Simba na wameipokea Simba mm-hmm, kwa bashasha mm-hmm. Mimi ninaamini kesho mnyama anakwenda kuingia hatua ya fainali bila lamli bila mbuzi. Hizi tunaenda kuingia tu ya fainali. Lolote kubwa ni waombe mashabiki wa Simba, hey. Tusimame kwenye dua na sara hey. Kwanza tuombee wachezaji wetu kesho waamke salama hey. Na imani kwa uzo wa Mwenyezi Mungu watamka salama, Watanzania wote hususan Wanasimba, tubaki kwenye dua na sara hey. Tuombe timu yetu, inshallah, mimi naamini kwa uzo wa Mwenyezi Mungu kesho hey. Tutakwenda kufaulu na tutakwenda fainali ya shirikisho barani Afrika hey. Ah, nafikiri kesho na mimi nitaandika historia mpya kwa sababu hey. Tanzania bara na pwani hey. Waliniacha bila ndoa e. Nimekuja kutafuta Mzulu. Eh, bwana, sikiliza, sikiliza hapa, sikiliza e vizuri. Hebu ongea, ongea wakusikie e eh. Nafikiri mimi kesho nakwenda kuandika historia mw. yangu mpya e ya kuwa mke wa Kizulu na wa Kinyarwanda e wa, wa kabila yoyote hapa South Africa e wa Malawi e kwa sababu Tanzania bara na pwani e walimwacha bi harusi anazagaa zagaa kama tena na Mario, e wakawa bizi wanacheza kigoma cha faida e. Na mimi nikasema sikubali. Huu mbona mwaka wangu wa ndoa nimepanda ndege kaka hey, elewa kitu ndege umeifata ndoa. <laughs> nimeifata ndoa kwa sababu nina imani na timu hey, yangu kwa mara ya kwanza historia mpya tunaandika bana hey, mimi ni Tobias Sebasa nikutokea hapa Deben Afrika, uh, Afrika Kusini naweza nikasema na nguruma Kizuru maalume.